Alikuwa analipwa laki tano kwa kila mwezi, kwa hiyo ni kama milioni mbili anamdai uh, Zamaradi Mketema kitu ambacho Zamaradi kilimuumiza na kuamua uh, kumjibu uh, mtangazaji huyu hapo kwamba alichokifanya amekosea, kwa alicho sababu hakuna chochote kile ambacho yeye anamdai. Kupitia kurasa wake wa Instagram, Zamaradi aliandika kwamba umenichafua vya kutosha. Saleh, unasahau ulikuja mwenyewe kuniomba kazi, nikawa na sita na niligoma mwanzo kukupa hiyo nafasi sababu unazijua, ukaniomba sasa mpaka nikakuajili. Leo unanizushia hivi, kosa langu ni nini? Sasa nakupa muda hayo uliyoyazua huko ukaongea ukweli wake. Ukishindwa mimi nitakusaidia maana nimechoka kuchafuliwa. Na ninavyokaa kimya hivi mnafurahia, sababu uongo wenu unapata nguvu, mnaaminika. Na sijui nawasaidia nini kuchafua wasiostahili. Nilikupigia hadi simu kukuuliza kuhusu wewe kuongea hovyo mitaani aa, na kuwa hadi unapeleka habari za uzushi mitandaoni kuhusu haya haya unayoongea humu ukaruka futi mia. Leo Mungu kakumbua kwa kinywa chako umeongea yale yale yanayosambaa juu yangu ambayo wewe unajua kuwa sio kweli. Unayasambaza tena kwa mtu mwingine bila aibu wala uoga. Hata Mungu humuogopi. Sasa mimi kukaa kimya sio mjinga na wala hili siliachi lipite. Naomba a, naona mnanipanda kichwani sasa. A, NB naomba radhi kwa nitakao kwaza kwa video hii. Kuna vitu a uh, vinachoshaga umeona aliweka uh, video fulani hivi ambayo si nzuri asa Zamaradi akuishia hapo alimfuata uh, mpaka kwenye akaunti yake ya WhatsApp akasema habari Saleh unanidai mishahara ya miezi mingapi Saleh kweli kabisa unaongopa bila aibu na mpaka dakika ya mwisho na kuwekea mishahara hali ya kuwa huji kazini vipindi ufanyi na niliendelea kukuwekea mshahara na wala sikuwahi kukudhulumu hata mwezi mmoja ila wewe ndio umedhulumu na bado unaniongelea vibaya. Saleh, ujisikii vibaya kunitangazia uongo na nimeishi na wewe kwa wema. Hadi gari nimekununulia kwa upendo kabisa na sijawahi kukata hata shilingi mia huku mshahara unachukua wote na hakuna unaponidai. Kukaa kimya, unadhani mimi nitaila sielewi au unadhani haki yangu sijui? Unaniona mjinga sijui haki yangu na mkataba unao na mkataba unao. Sasa Saleh alikiri kwamba alichokiongea kilikuwa ni cha uongo. Ah, reply aliyojibu Saleh ni kwamba, Samani madam, sana mimi hii pia nimejisikia vibaya madam, sikudai umenilipa mishahara yangu kiukweli. Kwa sasa najua uwezi kunielewa, ila nimekosea, naomba nisamee, haitajirudia hii na nitakanusha kwa sasa sio sawa kwa hii habari nakili. Nimekosa, naomba msamaha wa dhati, mimi si mimi sina tatizo na wala haujanitendea kosa lolote. Alimaliza hivyo Sale au, ambaye alikuwa ni mtengenezaji wa Zamaradi TV na Zamaradi mwenyewe akaishia kwenye Insta story yake. So, kuna vitu vingi sana vimekuwa vinaendelea kati ya Zamaradi uh, pamoja na Sale uh, bado haijulikani hey, chanzo ni nini, lakini kwenye mtandao kumeanza kuwa na maneno kwamba dogo pia ni miongoni mwa wale ambao wanajihusisha uh, na, ma, na mapenzi jinsi ya jinsia moja kwa sababu kuna video ambao Zamaradi mwenyewe aliposti then akaifuta. Uh, ilikuwa inaviashiria hivyo. Hapo umeona, mimi ni Tusaudi Travis chao.